Karibu. Asante. Mambo vipi? La ah, so vipi? Wewe mwanangu yupo? Ah, ametoka mara moja ila anarudi, unaweza ukamsubiri so. Sasa kama una kiwango cha uongo namna hii unaweza kuniambia, unaendeleshaje mahusiano yako? Mbona umevaa kava ambalo sio picha halisi? Nisamehe tu kikuwe, nimefanya haya ili kuonesha namna ya kudhibiti penzi ninalolihitaji. Ukweli ni kwamba anampenda sana Nuri kuliko msanii yoyote kwenye dunia hii. Kwa nini unatumia njia ya udanganyifu? Wakati umemkosea mwenzio, nimeona ndio njia sahihi ya kurudisha penzi langu, sikujua kama nakosea. Sasa kama unafanya hivyo na akagundua kwamba ni uongo, wani kama atazidi kuwa mbali na wewe? Nakuuliza kwa uzuri tu, lakini naona kabisa anampoteza Nuri msichana ninayempenda kwa dhati. Sawa, nimekuelewa na nitakusaidia. Samani, naona muda unazidi kwenda. Sasa sijui naweza kumpigia sawa au basi achana naye, nitarudi baadaye. Kwa nini? Acha tu. Sawa, ninachoweza kukusaidia sasa ni wewe kunihakikishia kwamba utakuwa katika hali ya ukweli na hutarudia ulichokifanya kwa dole. Mimi nikuhakikishia hilo. Hata hivyo huyo mwanamke nishaachana naye tangu jana, sababu sikupenda hali ile, na nisha pa kutomkwaza mpenzi wangu Doni. Sawa, mimi naenda kumwelezea kwamba upo na yeye tu. na, ye yetu. na nimwakikishie kwamba hili alitajirudia, lakini na uniambie upo tayari kumwoa. Kwa hiyo hili likiisha, mnaanza utaratibu wa ndoa, ili na sisi tujihusishe kialali si ndio? Ndio, nashukuru. Kwa kuwa umeapa mbele yangu, mimi nikuombe kitu kimoja, shemegi yangu. Naomba nipatie mawasiliano yako ili niweze kuzungumza na wewe kuhusu sakata lenu, kama hutojali. Siwezi tena kuja hapa kubadili ili swala. Kimsingi naona nijipe muda kidogo, sawa? ila mi nitakutafuta kwa muda wangu, ili kujenga uhusiano mzuri, lakini pia itasaidia hata kama ikitokea sintofahamu, kuwa na urahisi wa mazungumzo. Asante sana, nitakutafuta. Sawa. Uko wapi? Nimekuja kwa Nunguwa mara moja. Sasa tunafanyaje? Na mimi nipo hapa kwako, nivumilie dakika chache tu, nafika hapo. Lakini tulikubaliana tukutane hapa Bambi, imekuwaje? Na mimi kuna jambo nataka tufanye. Sawa, nimekuelewa. Ndio maana nimeomba univumilie kidogo. Sawa, usichelewe. Sasa poa. Uh. Nasamehe sana shemu, na kuahidi itabadilika na kuwa mwaminifu. Padori, niamini, amini kwamba nampenda sana Dori kuliko kawaida. Nimekuelewa, na mimi nakuhakikishia, nikikutana naye nitalifanikisha hilo. Asante sana, haya, safari njema. Nee, pia ufike salama. Shimeji yangu, si sawa? vipi bado amjapata mwafaka kuhusu hilo jambo? Ishamalizana naye, nipo kwenye chombo, narudi. Harakisha basi. Shemeji yako yuko magetoni au nielekeze pa kuweka funguo ili ni muwai. Weka popote, nikifika nitakupigia simu nielekeze au. Aa, mimi nija moja kwa moja kuondoka nao? Haiwezekani, kwa sababu hujui kitakachoenda kufanyika magetoni. Wewe ukifika nipigie. Karibu binti. Asante. Naona e, tumefika kwa pamoja. Bila shaka itakuwa tunakaa karibu karibu. Inawezekana pia. Sasa mimi nimeona leo kwanza tufike hapa ambako mimi napafahamu, baada ya hapo ndo naweza nikafika kwako, sababu nilikuwa nasikiliza maelekezo yako, lakini nikajiuliza e, maelekezo atasaidia nini wakati mimi nikitoka nyumbani network naiacha nyumbani. Hilo ilikuwa silijui, nisamee tu kaka. Usija, karibu. Asante. Samahani kwa kuchelewesha. Ninachokushauri, mpe nafasi nyingine, pengine amefanya bila kukusudia wala kudhamiria. Kivipi? Wakati amefanyia katika faragha yetu, na maana yake angefanyia kwa nyumba ya wengi, mimi ningedhalilika tu na kusengenywa bila kujua. Ni kweli, lakini labda nimwombee mimi msamaha kabla yeye na mi najua amefanya hivyo kwa sababu yupo kwenye uvulana na wewe msichana. Kuama ama mahusiano kila wakati sio sifa njema upande wako. Muda mwingine wanaume tumeumbwa na tamaa tusioijua, lakini na ninyi wasichana mmeumbwa na msamaha usio na kifani. Sijakuelewa. Unajua, mwanamke akichiti ni ngumu sana kusamehewa na mwanaume, lakini mwanaume akichiti Eh, ni rahisi sana kusamehewa na mwanamke. Kwa nini? Sababu Mungu aliondoa kisasi kwa mwanamke bora na mzazi kamili. Hivi, jee, kuona kwamba wanawake wanne wanaolewa na mwanaume mmoja imeona sasa hii, huwa inakupa picha gani katika mahusiano, kwamba yupo mwanamke ambaye anajua kabisa kwamba mumewe anakwenda kufanya mapenzi na mwanamke mwingine na yeye anafurahia, sio ndio? Sasa hapo ndio kuna uwanamke ndani yake. Unajua, msichana anaweza kuiacha ndoa yake baada ya kumfumania mumewe na msichana mwenzie, lakini kwa mwanamke kamili, iko sio kigezo cha kuiacha ndoa yake. mimi ni kuombee tu katika safari yako ya mwanamke, ila kikubwa, jifunze kukomaa katika somo la msamaha. Ndiyo, poa. Angalia pembeni hapo, kwa chini, usawa gate, kushoto kwako. Ah, poa. Kwani ulitoka tena? Ndio. Eh, na kaka naye katoka, nafikiri ni ivyo sababu sija mkoto. Ah, sawa. Nilitamani sana kwenda kumfariji leo, sehemu yoyote ile ajisikie sawa, kwa changamoto iliyomkuta leo. Sijisikie kutembea katika safari za gapya. Labda ungefanya kesho, kama itakupereza tufanye kesho. Wakati nilimwahidi leo, itakuwaje hilo? Sijui, bora hata ungenishirikisha kwa simu kuliko fanu saa. Basi naomba mi nikamfariji, narudi na kesho, ili asije akafanya mabaya. Sisi wasichana tunajijua haya mambo akitutokea kwamba mnajizura, inawezekana, sababu alimpenda sana mpenzi wake, ukizingatia alikatizwa furaha. Sawa, ila usio unanizuga, kumbe unaenda kuruka pale. Hmm, siwezi fanya hivyo. Nikufundishe kitu, doli. Unajua bahari ina tabia ya kuruhusu kitu chochote kilikiingia, ila kutoka ni jitihada ya kitu kile chenyewe. Hivi wewe unavyofikiri samaki hawaikosei bahari? <muchiliki>